Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni simu kwa kubariki wewe ambao umeweza kufika kwa hizi siku tatu, tutegemea Bwana atafanya jambo kwako. Amen. Kuambia kwamba kwa yes, Mungu wetu ni muweza. Yesu ambao atakuwa anakufanyia wewe utakuwa na shangaa, nami nitakuwa na shangaa Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ana huruma <laughs> ya kweli, anapokuhurumia anakuhurumia kweli kweli anakurumia kwelikweli. Shetani hana huruma na mtu. Wewe unaenda kwa mganga, mganga ni mtumishi wa shetani, kwa yeye hana huruma. Ukiona umeenda kule anakutwisha mizigo mingi zaidi. Lakini Yesu Kristo yeye anafika sehemu anakuhamisha, anakuhamisha. Biblia anasema Bwana wa Adamu akikuweka huru unakuwa huru. Adam, kwelikweli. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi wanateseka. Hata wewe uwezekani mmoja hapa ambaye anateseka. Hata jirani yako pale nyumbani, yawezekana anateseka. Hata wakati mwingine umemwalika kwenye seminar. Usiende, usiende. Lakini anateseka. Kama anateseka, hata ukimtazama ana huruma, bado unamwonea huruma. Shetani, sema Shetani. Shetani ni mbaya. Shetani ni mbaya. Hata sura yake mbaya. Hata sura yake mbaya. Hata maneno yake mabaya. Hata maneno yake mabaya. Hata matendo yake mabaya. Hata matendo yake mabaya. Unajua wewe unapohuzunika, Yesu anatoa machozi. Anahuzunika pamoja na wewe. Wewe unapohuzunika, Shetani yeye anashangilia. Yeye anashangilia, yeye anashangilia. Wewe unapohuzunika, Shetani yeye anashangilia. Ila wewe unapohuzunika unaumizwa, Yesu Kristo analia machozi, anahuzunika pamoja na wewe. Na huzuni au huruma ambayo Yesu Kristo anaiachilia ni huruma ya kweli. Huruma ambayo Yesu Kristo yeye anaiachilia ni huruma ya kweli. Unaweza ukapata na jambo ukaenda ukamshirikisha rafiki yako na yule rafiki yako akasema akweli, asee, pole sana, akaonekana anahuzunika na wewe, lakini asiwe na msaada wa kusaidia. Yesu Kristo akihuzunika pamoja na wewe, ana msaada wa kusaidia, ana msaada wa kusaidia. Yawezekana ukamshirikisha rafiki yako, na ukimshirikisha rafiki yako au jirani yako, ataonekana kama anahuzuni pamoja na wewe. Yesu sashapita yaani ha, hana kitu cha kushindana na wewe kwa sababu vitu vyote ni vya kwake. Amen. Ukitambwa kwa, kwa bali ya usima ni wa kwake. Amen. Ukitamba kwa bali ya baraka ni za kwake, ukitambu kwa bali ya uponyaji ni wa kwake. Amen. Ukitambu kwa bali ya neema ni za kwake, vyote ni vya kwake, yaani vyote ni vya kwake. Tamka kwa bali ya fedha ni za kwake. Wakati shetani wakati mwingine anakuja anafunga maisha ya una kamata, una pambana, una mtu unashangaa, amekamata hadi kwenye uchumi unapambana, unakuta mtu anabidii lakini hatoboi, kwa sababu adui anafika sehemu amekamata, amekamata. Biblia inasema kwamba unakuwa unaweka fedha kwenye mifuko iliyotoboka. Unapambana, una bidii, lakini unaweka kwenye mifuko iliyotoboka. Mtu akikwambia haya, baada ya mwaka toa hesabu, huwezi kutoa hesabu. Baada ya miaka miwili toa hesabu ya kazi ambayo unaifanya uweze kutoa hesabu. Kwa sababu katika yako kuna mwanadamu